Hapo awali, kaunti ya Laikipia imekuwa ikitegemea mifugo na mazao ya chakula kama mahindi na ngano. Kaunti hii iliyo na ukame wa wastani sasa inaanza kilimo cha kahawa, aidha, ikilenga kutafuta nyayo ama kufuata nyayo za maeneo jirani ya kaunti zilizoko mkoa wa kati ambazo zinajulikana sana kwa sekta inayostawi ya kahawa. Wakulima wamesema wako tayari kwa kilimo cha kahawa, kwani mapato yao shambani yamekuwa yakididimia kila msimu kutokana na mabadiliko ya tabianchi, rutuba kudidimia, na pia njia za kale za ukulima. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu amewarai wakulima katika kaunti hiyo kuanza ukulima ukulima wa kahawa, akisema huo wa kahawa una mapato zaidi ikilinganishwa na mahindi, maharagwe na hata ngano. In fact, I would like to see, nilikuwa nimemuuliza kitambo kama kahawa inaweza fanya hapa kwa sababu upande wetu wa mtaro kulikuwa na kahawa, naye akaniambia atatumia maafisa wake wa kilimo ambayo sasa amewatumia, wamefanya research na wameona kwamba hapa kahawa itakuwa inatusaidia. Kwa hivyo tungetaka kusema ya kwamba hii siku hatutakuwa tukisema Laikipia ni jangwa tena, kwa sababu tutakuwa tunalima kahawa. Na kahawa ni dola. Na ndio tuanzishe mambo ya kahawa. Tumefanya utafiti kupitia kwa Coffee Research Institute na watu wa Kemathi Dedan Kemathi University na wengine watu wa Karo wamefanya utafiti wa kutosha na ikaonekana ya kwamba kahawa inaweza kukua katika Laikipia, na hata kabla ya huo utafiti kufanywa tayari kulikuwa na wakulima, mimi nikiwa mmoja wao, na wengine wako walikuwa wameanza kupanda kahawa kama njia moja ya kuimarisha